Aa, leo tupo katika episode ya 19 futari ya Kombo. Kwenye kipande hiki cha kwanza tunamuona Bikachala yupo na Shemtoi. Bikachala aliamua kuchukua maamuzi ya kumchukua Shemtoi na kumpeleka nyumbani kwake, lengo na madhumuni aende akaishi naye, mara baada ya kukubaliana kwamba wote watakuwa pamoja mume na mke. Sasa wakati wanafika nyumbani, wakaweza kukutana na mzee Kombo pamoja na mtoto wao. Baada ya kufika pale Bikachala akaamua kuweka kikao cha muda lengo ni kumwabalisha mume wake kwamba kwa sasa atohitaji kuishi naye. Badala yake ataishi na Shemtoi kama mume wake mpya. Kwa taarifa ile mzee Kombo anaonekana kuto kuipokea vizuri. Baada ya hapo mzee Kombo akaanza kuzungumza mambo mengi sana na kumkumbusha mke wake mambo ya nyuma waliopitia. Labda Bikachala angeweza kurudisha akili yake mpya ya kusema kwamba ha kumbe mme wangu kweli tulipitia moja mbili tatu, sasa ngoja nirudi naye nikaa naye upya. Lakini mzee Kombo hakuweza kufanikiwa hilo swala, licha chakuwa alijitetea, alipambana na kutoa maneno mengi kwa mke wake, lakini Bikachara alisimamia msimamo wake ya kwamba anahitaji kuishi na Shentoi. Lakini tunaona kwa upande mwingine wa pili Bwana Mandevu ndevu mbili au Kitundu yupo kwa wazazi wake Shemtoi. Mara baada ya kwenda kwa mzee Kombo na kumkosa Shemtoi, sasa yupo katikati ya wazazi hawa. Wazazi wanang'ang'ania kwamba wanamhitaji kijana wao na wasipompata kijana wao basi watampeleka mzee Kitundu Segelea. Lengo ni kukamatwa na kuhojiwa vizuri ili apatikane mtoto wao kipenzi Shemtoi. Lakini katika hali ya kujadiliana vizuri na katika hali ya kukalipiana vizuri, tunaona bwana Mandevu aliweza kutoa wazo lake ya kwamba warudi kwa mzee Kombo ili waweze kumuulizia Shemtoi, je, yupo hama yupo kwa mara nyingine tena? Lakini wote tuliona ya kwamba Shemtoi yupo kwa mzee Kombo na yupo na Bikachala. Lakini tukumbuke katika episode iliyopita tulizungumza kwamba sasa kama Shemtoi amekubalia Bikachara kwa sababu ya mali, je, wazazi hao na bwana ndevu wakienda kwa Shemtoi ambapo ni kwa mzee Kombo, je, Shemtoi atakubali kurudi nyumbani ama vipi? Na tukiendelea bwana Mandevu anawasi wazazi waweze kwenda nyumbani kwa mzee Kombo ili waweze kumchukua kijana nao Shemtoi. Lakini tunaona baada ya kukubaliana waliweza kwenda mpaka kwa nyumbani kwa mzee Kombo. Hatujajua mzee Kombo alimalizana vipi na mke wake, aliweza kuondoka au aliendelea kubaki nyumbani. Lakini mara ya mwisho mzee Kombo alisema kwamba ataondoka na atamwacha binti yake ili aendelee kuishi eneo hilo. Katika hali ya kushtukiza bwana Mandevu na wazazi wake Shemtoi waliweza kufika nyumbani kwa mzee Kombo. Baada ya kufika wakagonga hodi wakaita sana tu Akatoka Shemtoi. Shemtoi alivyotoka akasema mbona mnanisumbua hapa? Ni kwangu mimi, ndo namiliki nyumba, namiliki mali za mzee Kombo, pamoja na mke wake mzee Kombo. Lakini anaongea hivyo, wazazi wake wapo. Sidhani kama aliona wazazi ama alikuwaje, lakini sote tunajua, sote tunajua ni kwamba wazazi walienda kumfuata Shemtoi, lengo na madhumuni waweze kurudi naye. Hatujajua kipi kitakachofuata. Je, Shemtoi atakubali kurudi au ataendelea kung'ang'ana pale ili kuzipata zile mali? Sijajua nini kitakachotokea. Na je wazazi watachukua maamuzi gani? Watamwacha aolewe au aoe humo ndani au watamforce kumchukua? Sijajua atachukua maamuzi gani, na hapo ndo usalama wa mandevu utaishi hapo na mandevu atakuwa huru, kwa sababu kashao waunganisha kijana wao mtoi pamoja na wazazi, na wameshapata majibu wa wawili sasa tutajua itakuwaje kati ya wazazi na shemtoi na kati ya bikachala na wazazi wa shemtoi kwa sababu tunaona wameenda kinyume na utaratibu wa kuoana. Kwa hiyo ngoja tusikilizie episodi inayofuata ili tujue maswali tunayojiuliza sisi. Je, itatukia hivyo ama itatokeaje? Asante.